Kwa majina yangu naitwa Erasto Kremes Mwandete ni balozi wa eneo hili, lakini kwa mara yani, taarifa ya kwanza ilinipa, walinipa wakati nipo kidogo, nilikuwa nje ya mji, lakini ikafanya juu chini, ikafanya juu chini mpaka nifike hapa, nikawasiliana na wale wazimamoto. wale wazima moto kweli walikuja kwa wakati, lakini, nilipofika hapa nikakuta watu bado wanaendelea kuja na juhudi za kuokoa vitu. wale wazee wazee wangu wale ambao ndo wenye nyumba wapo pembeni pale wamehifadhi, tukasaidiana kuzima moto ule tukazima. Lakini kwa hapa mazingira haya yaliyopo, yani, hapakubaki kitu chochote. Lakini ni mshukuru mbunge pamoja na mwenyekiti wa mtaa, baada ya kufanya mawasiliano wao wakaja hapa, mbunge wetu pamoja na diwani wakatuahidi kwamba jamani, kama sisi serikali ambao ndo, sisi ndio viongozi wenu, tutajenga hii nyumba kuanzia chini mpaka juu alafu nakuweka vitu vya msingi, mfano vitu vya muhimu, mfano godoro, kitanda tutawaletea. Lakini wakati ule ule, baada ya ile siku, walituletea mahindi, wakatuletea na mchele kidogo, kwamba kina mama waendelee kula tunapoendelea kufanya process hizi. Namshukuru mheshimiwa kwa alichokifanya toka mwanzo, tuko pamoja mpaka saa hizi. Mimi nashukuru sana na viongozi wote wa serikali, namwombea sana Mheshimiwa Tulia Ackson endelee kuwa na moyo hata kwa watu wengine. Tumefarijika kweli kwa hili alichokifanya. Familia yetu ina watu watano, kuwepo baba, mama na wajukuu, wajukuu watatu, lakini wote walitoka salama na mpaka sasa hivi wako vizuri, wanaendea vizuri. Yani kwa jumla hapa kila kitu kiliungua, hamna hamna aliyezulika, wote walitoka salama, ila vitu vyote viliungulia ndani. Kwa jina naitwa ndugu Baraka Samuel Zambi, diwani mteule wa kata hii ya Ilemi. Leo ni siku ya kipekee sana kwa sisi kata ya Ilemi. Kwanza nadhani nimeona wanasema ndo kazi ya kwanza mheshimiwa mbunge tangu ameapishwa. Nawashukuru sana, napenda nimshukuru sana Dr. Tulia Ackson Mwansasu kwa kuona aanze kujenga nyumba hii ambayo aliahidi pale tu siku ambayo ili, iliungua, mimi na mbunge tulifika hapa ilikuwa tarehe tano, tukio hili lilitokea usiku, lakini asubuhi tarehe sita mwezi wa tisa tukafika hapa na mheshimiwa mbunge tukaiona familia, lakini pia tukaahidi kwamba tutajenga nyumba hii. Mheshimiwa mbunge aliahidi kwamba tutajenga nyumba hii. Aa, na leo hayawi hayawi yametimia, nyumba hii inakwenda kujengwa. Tunashukuru sana mheshimiwa mbunge Dkt. Tulia Ackson Mwasasu. Kweli hii inamaanisha Uyole kazi na sisi mheshimiwa mbunge tutaendelea kukuunga mkono katika shughuli zote ambazo unaendelea kufanya hasa hasa kwa wananchi wa Kata Ilemi na Uyole kwa ujumla. Tunashukuru sana. Na sisi wana Ilemi tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha nyumba hii inakamilika. Nadhani tutasaidia kazi ndogo ndogo kupitia mwenyekiti wa serikali za mtaa tutahakikisha zoezi hili linakwenda kwa haraka. Na mratibu wa Tulia Trust ameniahidi kwamba tutajenga nyumba tano ndani ya Kata Ilemi. Tunashukuru sana mheshimiwa mbunge kwa jambo hilo. Kwa jina naitwa Addy Kalinjila natoka idara ya habari na mawasiliano ndani ya taasisi ya Tulia Trust. Ah, ndugu zangu, kama ilivyo kawaida ya taasisi ya Tulia Trust, taasisi yetu tunafahamu kwamba inajihusisha na, na masuala mbalimbali ya kijamii <coughs> na leo hii tuko hapa mtaa wa Mwafute, kata ya Ilemi kwenye familia ambayo ilipata changamoto ya kuunguliwa na nyumba na kiongozi ambaye ni Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Uyole na rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, Mheshimiwa dr Tulia Ackson alikuja hapa na kuona familia hii na kutoa ahadi ya kwamba atakuja kuwajengea nyumba ambayo imeungua. Kwa hiyo, ndugu zangu, tupo hapa kumwakilisha kiongozi eh, kwa ajili ya kuanza zoezi la ujenzi wa nyumba hii ili familia hii iweze kurejea kwenye hali yao ya kawaida. Kama ambavyo tunafahamu ma, malazi ni, ni moja kati ya sehemu muhimu sana kwenye maisha ya, ya mwanadamu. Kwa leo tumekuja kuleta baadhi ya matirio kwa ajili ya kuanza ujenzi wa nyumba hii, kama ambavyo mnaona tofari zimekuja hapa, ili tuweze kuhakikisha kwamba familia hii na yenyewe inapewa tabasamu na inarejea kwenye hali yake ya kawaida. Kwa hiyo, e, niwahakikishie tu kwamba tutaendelea kufanya shughuli hizi kama ilivyo kawaida yetu, taasisi ya Tulia Trust, na hii ni nyumba ya 22 kujengwa ndani ya E, jimbo la Uyole na Mbeya mjini kwa ujumla na maeneo mengine ya nje ya Mbeya, kwa sababu tumekuwa tukifanya shughuli hizi si jimbo la Uyole peke yake na Mbeya mjini peke yake, hata mikoa mingine nje ya mkoa wa Mbeya. Kwao, tuendelee kuwaomba wanajamii, tuendelee kusaidiana kwa jamii ambazo zinapata changamoto mbalimbali mbali, ili tuweze e, kukua kwa pamoja na tuondoe changamoto ambazo zinatukabili kwenye, kwenye jamii zetu, lakini pia tuwashukuru viongozi wa serikali za mtaa, lakini vile vile mheshimiwa diwani kwa namna ambavyo wao ndio walikuwa chanzo cha ja sisi kuja hapa, kwa maana wao ndio ambao wanaishi na jamii hizi na walipata taarifa za changamoto hii na kutuletea sisi. Kwa hiyo sisi kama watu ambao tuna, tunaishi na jamii tumekuja kukamilisha kile ambacho kiongozi aliahidi kwa familia hii.